Kama chama cha kitaifa kwa sababu tulikuwa tunajua ya kwamba Kenya hii haiwezi isonge mbele bila wananchi wa Kenya kuwa pamoja, wananchi wa Kenya wakifahamu ya kwamba hakuna shida ambaye inajulikana kwa ukabila, shida inajulikana kwa taabu za mwananchi. Tukiwa hapa Murang'a, kama kuna shida ya hospitali, shida ya mabarabara, shida ya stima, shida ya elimu, tujue ya kwamba hiyo shida ni shida ambayo inakumba sehemu zingine za nchi pia na uwezi utatue shida ya sehemu moja na uwache ingine. Lazima tutembee pamoja ndio tuwe na nchi ambaye kila mmoja wetu anaweza kujivunia, na huo ndio ulikuwa msingi wa chama chetu cha, cha Jubilee. Huo ndio ulikuwa msingi na kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu na upendo wenu nyinyi, kama wananchi wa Jamhuri ya Kenya, mkatupatia nafasi ya kuongoza taifa letu la Kenya kwa hizo awamu mbili ambazo mlitupatia.